Naitwa Mwalimu James Tarimo, natokea wilaya ya Mleba, mkoa wa Kagera. Kwanza ni shukuru sana kwa malazi makubwa ya Mkutano Mkuu wa Chama cha Mapinduzi hapa Dodoma. Shauku yangu kubwa katika mkutano huu, tukumbuke jana tumepitishwa kwenye utekelezaji wa ilani 2020 2025 na sasa hivi tunaenda siku ya leo, Mkutano Mkuu unakwenda kupitisha ilani ya 2025 2030 katika sekta ya elimu tuliona mwaka jana na miaka iliyopita, katika ilani iliyopita mambo makubwa mengi yameongelewa, mambo mengi yametekelezwa. Katika ilani hii tumeona utekelezaji mkubwa sana wa ilani. Tumeona miundombinu ikifanywa maboresho, tumeona ajira zikiendelea kutolewa awamu kwa awamu na maboreshaji mwingi wa mazingira kuendelea kufanyika. Sasa kwa siku ya leo, tunategemea mkutano mkuu umeanda mazuri zaidi kwa ajili ya ilani ya 2025 leo mpaka 2030. Kwa mambo ni makubwa sana tunafikiria kwamba miundombinu itaweza kuboreshwa. Walimu wengi ambao bado wako mitaani ambao tunaendelea kuwasemea. Tunafikiria sasa kamati kuu inakwenda kuajiri walimu wengi zaidi na kuboresha miundombinu mingi sana katika idara ya elimu na idara nyingine zote. Hatuna mashaka, hatuna mashaka kabisa na ilani inayokuja. Najua itakuwa ilani bora zaidi na itaendelea kuwa bora kuliko iliyopita. Asante sana, ninaamini kwa asilimia zaidi ya tisini na tisa kwamba tunakwenda kutimiziwa mahitaji yetu. Unajua, wapanga ilani wanapoangalia, wanaangalia mapungufu yaliyopo katika idara husika, ndipo hayo wanaenda kuyaboresha na kuangalia namna gani sasa tunaweza kuboresha mazingira yetu ili kupata elimu bora. Hasa tunaangalia elimu sasa hivi, tunaenda kwenye elimu ya vitendo, elimu ya teknolojia, elimu ambayo inagusa ulimwengu kila sehemu, walau tuandae kizazi bora kwa ajili ya